na mtazamaji wa Faida Online TV. Ni katika fainali ya mashindano ya kuhifadhi Quran tukufu Mtwara Vijijini, yaliyofanyika katika kijiji na kata ya Naumbu, ambayo yameandaliwa na mjumbe wa kamati ya utekelezaji UWT Taifa, Mheshimiwa Hawa Abderehemani Ghasia, ambapo kwenye kipengele cha zawadi kwa washindi, hii imevunja rekodi, pamemwagika mativi ya gharama mpaka nchi 65 tena smart ambapo baba, ukitaka kununua kama hii ni lazima uwagane na nyonga. Tumeshuhudia magodoro, baiskeli, feni na pasi, hivyo vyote vikigawiwa kwa watoto wadogo walioonyesha vipaji vya hali ya juu katika kusoma Qur'an tukufu, ambapo zawadi hizo zimegharimu zaidi ya milioni tano. Lakini hiyo kama haitoshi, mheshimiwa Ghasia amewafuturisha wale wote waliofika katika viunga hivyo. Faida Online TV hatukuiacha ipite, tumeambambaa kunako viunga hivi vya Naumbu na kukuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu naitwa Karimu Faida, na hii ni Faida Online TV. Hakika sisi ni watu wa fildi, tafadhali baki nasi. Alhaji Jamaldini bin Chamwi ni shehe mkuu wa mkoa wa Mtwara ambaye ndiye alikuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo hapa, ambapo nafasi ya kuzungumza machache, huku akianza kwa kumpongeza Mheshimiwa Ghasia kwa hiki alichokifanya na, na, na, na matumaini kwamba haya mambo wewe unayaweza, hukuanza leo wala hufanye kwamba kuna jambo lolote, wewe ni kaida yako, Mungu akubali na hii itegemea na vile ulivyolelewa wewe hapa bwana hapa, hapa Naumbu kwa Maalim Shabani Ismail Baros hapa Mwenyezi Mungu ali akuwafikishe Amin, alinyeweja. Mimi mpata shida kuwa sijui mtafanyaje. Mimi sijui mambo ya na nini wale tatu wajuzu tatu ali kanashinda nimpeleke mbele nani nimweke nyuma ndani. Alafu nikasema hawa ni nika wamefundishwa wa, wa na mwalimu huyu mmoja, sasa hii ndio Qur'ani. Mwenyezi Mungu akubariki wa sana, walimu wangu, mnafanya kazi, mmefundisha vizuri, mnafundisha Qur'ani vizuri. Vizuri. Vizuri yenyewe kabisa ile ile ambayo Unzil al-Quran ghadan fariyan fresh kama unzil, kama ilivyoshuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, nifundishe watoto vizuri. Kwa hiyo niwapongezeni sana, Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri katika juhudi mnazofanya walimu na wazazi. Niwahimizeni tafadhalini sana, shirikianeni na walimu katika kuwalea watoto hawa mtindo ule uko mtupia mwalimu ikauna habari naye kabisa, mtoto amekwenda chuoni hujui. Tusifanye namna ile, tutaulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu watoto ni neema katika neema za Mwenyezi Mungu, na tutaulizwa tulichunga namna gani, tulipokea namna gani neema hii. Baada ya kumsikiliza Shehe mkuu wa mkoa wa Mtwara Alhaji Jamaldin bin Chamwi, tumepata nafasi ya kuzungumza na mwandaji wa shughuli hiyo ambaye ni Mheshimiwa Hawa Abderehemani Ghasia. Leo tulikuwa na fainali ya mashindano ya kuhifadhi Qur'ani katika wilaya ya Mtwara vijijini, ambapo tayari yalishafanyika katika ngazi ya kitarafa na leo ilikuwa ni fainali, na nadhani washindi mmewaona na zawadi zilizotolewa mmeziona, na pia tuta kutakuwa na iftari ambayo tutaifanya baada hiyo shughuli ya kuhifadhi Qurani. Lengo ni kuhakikisha kwamba vijana wetu ndani ya wilaya ya Mtwara vijijini na wenyewe wanaweza kuhifadhi Qurani, lakini pia wanaweza pamoja, tunawapeleka watoto shule, lakini pia lazima tuwapeleke katika madrasa zetu ili waweze kuifahamu dini yao vizuri. Kwa hiyo tumewaomba wazazi na mashehe wa kata waliofika hapa tujitahidi kuhamasisha watoto wetu katika kuhifadhi Qur'an. Na pia niwashukuru watu wote ambao wameweza kuja hapa katika shughuli hii na wale ambao pia wameweza kushirikiana na sisi kuwezesha shughuli hii ikaweza kufanyika. Mfano mzee wetu Mzee Mula ametusaidia sana na yeye ni miongoni mwa ndugu zetu wa Mtwara ambao wameshirikiana na sisi bega kwa bega kuhakikisha kwamba shughuli hii inafanikiwa. Wengi wamechangia kuhakikisha kwamba shughuli hii inafanikiwa. Huu ni mwaka wetu wa pili tunafanya haya mashindano, inaweza kukaa kuna mapungufu, kwa hiyo tunaomba watu watushauri vitu gani tuboreshe, ili tuweze kuwa na mashindano mazuri zaidi kadiri tunavyosonga mbele tulikuwa tunafanya kikata lakini kwa maana laki ya kiwilaya huu ni mwaka wa pili, lakini kwa maana ya kufutarisha ndio jadi yetu hapa, tunafutarisha na kama Sheikh Zaidi alivyosema kwamba hapa ndio asili ya Qur'ani, kwa maana ya mkoa huu wa Mtwara na wilaya hii ya Mtwara vijijini. Hapa ndio kwa Sheikh Shabani Ismail Balozi ambao ni babu yangu mzaa mama, na nyumba yake hiyo hapo ilikuwa, manake ashatangulia mbele za haki. Sheikh Zaidi mwenyewe amesoma hapo lakini pia niwahusie ni wa wazazi kwamba lazima tuhakikishe kwamba watoto wanakwenda kushiriki katika elimu zote. Unakuta anavyokwenda shuleni masomo ya ziada unalipa mpaka tuition kwa walimu, lakini walimu wa madrasa hata mchango fumbiri wa shilingi elfu mbili tunashindwa kutoa. Kwa hiyo niwaombe wazazi, hawa walimu wa madrasa hawana mshahara mahali kokote, wanakopata sisi wazazi, wale watoto wanaosoma ni watoto wetu. Kama hatuwezi kutoa pesa kuwachangia walimu, basi tuwalimie mashamba, tujitoe nguvu zetu. Kama hapa kijijini, tutafute mahali twende shambani tukamlimie au wengi hapa ni wavuvi. Basi ukitoka baharini huko ukumbuke, kuna mwalimu wa madrasa mletee kitoweo, msaidie katika maisha yake, kwa sababu yeye anashiriki katika elimu ya mtoto wako. Kwa majina anaitwa Hassan Nurdin Hassan, anatokea kata ya Muungano kwenye madrasa almadrasa tulistiqama, na wazazi wangu anaitwa Said bin Khamis bin Khatib. Lakini pia shukurani za zati ni nimelekee viongozi wetu Mama Hawa Ghasia kwa kuweza kutuzamini hadi tukaweza kufikia hapa. Kwa hiyo nimekuwa mshindi wa pili kwenye juzu ya saba. Anaitwa Zainabu Selemani, najifunza madrasa ya Munira na Mgogoli, kata Naumbu. Kwa upande wangu mimi nafurahia kupata hizi zawadi, nimekuwa mshindi wa tatu katika juzu ya pili nimepata zawadi ya godoro kwenye kitu kumwambia mheshimiwa Ghasia tunacho, kwa ufupi tunamshukuru sana na hajitahidi dada yetu aweze kutupambania nam. Mtazamaji wa Faida Online TV, hakika fainali hii ya mashindano kuhifadhi ya kuhifadhi Qur'an tukufu yamefana mno, na aina ya zawadi zilizotolewa zitawaongezea morali watoto hao katika masomo yao ya dini. Mpaka kufikia hapo, mimi nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe, kukumbushe kusubscribe kulike, na ukoment channel yetu ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildia. Asante na kwaheri.